Ifuatayo ni stori fupi baada ya kufaulu usaili wa polisi. Hii ndiyo hatua inayofuata. Share video hii, usisahau kusubscribe. Hatua namba moja, jina lako litatoka. Utaona PDF jina lako lipo, lakini pia hata kama usipoona wewe wewe tu utapigiwa simu na rafiki zako, ndugu zako, kukuambia na kukupongeza kuwa jina lako limeonekana. Hatua namba mbili, kuandaa mahitaji muhimu. Utapewa muda wa kujiandaa vitu vya kwenda navyo mafunzoni. Hatua namba tatu, kuripoti shule ya polisi. Hatua namba nne ni kuanza mafunzo ya polisi. Hatua ya mwisho ni kuapishwa. Baada ya mafunzo, utaapishwa kuwa askari wa Jeshi la Polisi na kupangiwa kituo cha kazi.